sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, na mbele yangu unayemona hapo ni naye GB 64. Tunakwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. GB 64 ni miongoni mwa memory za katikati kwelikweli, maana lazima utaanzia kwenye 256, 128, 64, ndio ambayo kituo kinachofuata Inawezekana yakawa na mia mbili sitini siyo mia mbili na ngapi, lakini fake. Umeelewa bwana? Sinaingia nyimbo mbili afu ngoma na collapse. Lakini hii yani, hii mpaka sasa hivi ni 64 alafu mpaka sasa hivi zimetumika mbili tu. Alafu bado haijajaa. Bado? Bado haijajaa. Bwana Simba unasikia huko mapigo na uh, mwendo Simba huko mapigo na mwendo uh, kama kawaida, sawa bwana. Hali si tushaizoea mpaka sasa, kwa sababu anahitaji tuizoe, basi si tushaizoea uh -uh. Tunachoangalia kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala uh -uh. mm. Chuo kipo hapa, madrasa ipo hapa hapa. <laughs> madrasa ipo. kinachosubiriwa ni kudra, kudra za Allah subhanahu wa ta'ala ndio tunazozisubiri. mm. namna gani hizo ambazo mnazisubiri? Ah, kwa sababu ukiangalia uhalisia, ukiangalia timu yetu, timu inaonyesha kabisa, ina wachezaji wakubwa hmm. Sio, umeelewa eh. hata walimu wanaokuja ni walimu wakubwa hmm. sawa eh. hmm. kwa nini timu haipati matokeo Ndicho kinachotushangaza sisi kwa nini timu haipati matokeo? hmm. Sawa so, Azam sio mtu wa kutufunga sisi mechi mbili mfululizo. Sasa kama tunashindwa kukompiti na wakubwa wenzetu, unavyofikiria nini kitachotokea? Ndio shida inakuwa iko hapo, ndio maana tunashangaa mm. wachezaji wetu wanakuwa hawajitumi mm. wachezaji wana profile kubwa. Leo unapomwangalia Jonas Ansoa ni mchezaji ambaye ana profile kubwa, hamna mm. sijua, mechi kumi na tatu msimu wa mwaka wa jana, kaja dirisha dogo mm. nusu msimu, mechi kumi na tatu goli kumi na tatu yeah. na alikuwa anapambana, anavuja jasho natatuaambaanauja mm. panapo panaposhindikana, mpaka anapoa kadi yes. Lakini soa, sasa hivi ana upambanaji uh -huh. Soa huyu na wasingida, wasingida tofauti kabisa yani, hata nusu yule Soa wasingida ajafika uh, upambanaji huyu uh, uh, Soa sasahivi apambani. Commitment yana uwanjani mm. Na mpira sasa hivi ni commitment. Mm. Ndo kilichobakia mm. Na ndio maana ukitaka kugundua kwamba mpira ni commitment. Kila siku watu nawambia mm. wanashindwa kunielewa mm -hmm. Umenelewa bwana, mi namaana kubwa naposema mpira ni commitment. Mm. sawa so, Angalia mechi ya Tanzania na Moroko alafu nenda kaangalie Kameruni na Morocco ndio utapata picha mpira ni nini. Tanzania na Moroko alafu angalia Kameruni na Moroko kala mbili e, bila e. Sisi tumefungwa ngapi? Moja bila Kameruni. Lakini utata umefanya nini e. Umeonekana kwamba ile mechi ilikuwa tayari Moroko ishawafanya mwapalia e. Kwa nini tumeweza sisi kucheza? Kwani sisi na Kameruni nani mkubwa kwa nini sisi tuweze kucheza na Morocco alafu Kameruni ashindwe kucheza na Morocco? Tategemea ni approach na namna gani ambavyo unaoendea mchezo. Umenelewa yani approach, mm -hmm. Lakini kikubwa ni commitment. Kwa sababu unapozungumzia goal approach maana yake ni techniques from the head coach. Mm -hmm. Mwalimu wa Kameruni ni mkubwa kuliko mwalimu wetu. Mm -hmm. Wachezaji wa Kameruni ni wakubwa kuliko mwalimu wetu. Mm -hmm. Uchumi wa nchi wa Kameruni ni mkubwa kuliko hata profili Barani Afrika na duniani kwa ujumla, Kameruni ashafanya, ashaika historia kubwa za kimpira, mpaka robo finali ameshacheza mara mbili katika kombe la Dunia. AFCON kashalichukua hilo kombe, kashacheza finali nyingi, nusu finali nyingi. Sisi maskini ya Mungu 16 bora ndo kwa mara ya kwanza tunaingia. Jiulize kwa nini sisi tumeweza kukompiti na Moroko lakini Kameruni ameshindwa? Hapa ndio utapata picha kwamba mpira una vitu vingapi. Mpira umuhitaji Mbappe, Neymar wala nani? Kameruni kataka kwenda kushindana ufundi na wachezaji wa Moroko wote wanacheza Ulaya, waonyeshane ufundi. Sasa ufundi wa wachezaji wa Moroko ni mkubwa kuliko wa Kameruni, lakini sisi tumeenda na principle za mpira wa sasa. Mpira wa sasa ni commitment, mwaga jasho, sio? Umeelewa? Kwa hiyo wachezaji wa Tanzania walimwaga jasho, Chabalala alimwaga jasho, ukija upande wa pembeni huko Mnoga alimwaga jasho, Baka Jobu pamoja na Mwamnyeto alimwaga jasho lao, golikipa wetu alimwaga jasho, ukija kinamsufa alimwaga jasho, Samata, wachezaji wote walikuwa wanamwaga jasho. Ndio maana unaona tumwamudu nani, Moroko chupuchupu bila refa. Ina maana ile ngoma ilikuwa ngoma inalala pale. Saizi kungekuwa na maafa, mwenyeji angekuwa hayupo Tanzania, ndo angecheza na Kamerun. Kwa hiyo shida kwa Simba iko ni mwalimu au sio? Mwalimu wala sio wachezaji, shida la Simba ni commitment. Wachezaji hawajitumi. Kwa nini hawajitumi? Uongozi unajua, kwa sababu mchezaji hajitumi kwa sababu gani? Ina maana uongozi unajua kwa sababu viongozi wao ndo watakuwa wakae na wachezaji wao wawaulize mm. shida nini mbona mnacheza katika hali hii? Kwani nyinyi mnaamini staiki zao wao wanapewa? Hajasema hadharani. Umeelewa eh? Hajasema hadharani, ni vitu ambavyo behind the scene. Si umeelewa? mm. Lakini kama wangekuwa wapewi wachezaji mm. wangesema mm. isipokuwa ile hali ya uongozi wetu mm -hmm. Yaani katika usimamizi wa mechi especially zile mechi kubwa. mm -hmm. Bado. Yaani uongozi wetu uko vizuri. Kuna shida, ba kuna shida, ba kuna shida ba bado. Well, kuna shida. Bwana GB, tuzungumze hili bwana. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, katika kipindi hiki cha usajili kuna baadhi ya wa wachezaji ambao wamekuja ndani ya Simba kwa ajili ya majaribio na wengine pia, inasemekana tayari kuna baadhi ya wa wachezaji wengine wameshaaramba kandarasi ya kujiunga ku, na Simba katika dirisha dogo ikiwemo mchezaji ambaye anatokea kunako klabu ya soka ya Mbeya City the Bull striker, mnasemaje pengine kwa usajili wake mnaona kuna kitu ambacho anaweza kwenda kuwagawia Simba na anaweza kwenda kuifikisha mbali Simba kwa namna ambavyo mmemwona kwenye tournament za Mapinduzi. Simba, shida ya Simba ilikuwa sio striker. Simba tuna ma striker watatu. Striker wa ndani tunaye Suleiman Mwalimu. Hivi Suleiman Mwalimu unaweza kumlinganisha na Mwandosi. Bingu na Aliz. Eh? Umeelewa? Unasoa afu una nani, unamukwala Mwandosi wa nini? Shida ya Simba iko nyuma kwenye goalkeeping sasa hivi mm -hmm. Kwa sababu magolikipa wote majeruhi ndo alitakuwa tufanye nini, lishafo mm -hmm. na senta beki ndo shida ya Simba ilipo eh, si umenielewa eh? na namba kumi, tupate namba kumi typical namba 10. Mm. mwenye akili design ya chama, kwa hiyo ndio maema afanye. Ndio maema bado yuko very slow. Bado hajaingia kwenye mfumo. Yaani hajaingia kwenye mfumo au ameingia lakini commitment yake iko ndogo. Kama mchezaji ambaye tayari ameshatumika sana amechoka. Ametumika sana. Ndio Maema. Kuanzia timu ya taifa mpaka nini? Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo commitment yake yani iko chini sana. Tunatakiwa tupate watu ambao wanatakiwa wajitume kama designer kina Morris Blam. Yaani wana uhitaji lakini yo Maema ameshamaliza, ametoka kwenye klabu kubwa. Anahitaji nini sasa? Vipi kwa Elimpa? Elimu Panzu, yani leo hivi kesho hivi mm. Ndo hicho tunachokizungumza, kuna shida, haiwezekani eh. Mchezaji Elimu Panzu nayemfahamu mimi acheze katika kiwango kile, ah -ah. Ina maana kuna shida, ndo maana mimi nalia na uongozi wetu eh. Kuna nini question mark? Uongozi una shida, uongozi una shida bwana. Asubuhi ya leo kwanzia jana ya usiku, kuna video kama uliiona, ilikuwa inaimba hii nyimbo nainukuu tu kama ilivyokuwa inaimbwa. Mimi mwenzenu, ninangaika sana. Unaikumbuka kwanza nyimbo? nani nani nani? Naikumbuka, uyu... naikumbuka gani ule, yule jamaa alikuwa anaimba, alikua naimba miduara, miduara yule, namkumbuka bwana, kifupi fupi kitu kama mpenzi. Kifupifupi bobudala, si bobudala mpenzi juu ina uchungu mm. Sasa bwana, yale maneno bwana anazungumza, ni utani wa jadi, ana staili kutoka kutukejeri, yaani kutokana na sisi ni watani wake wa jadi. Mimi angeimba mtu mwingine hapo sawa, lakini kaimba Alikamwe, Alikamwe si Yanga? Simba na Yanga ni watani wa nini? Wa jadi, si umeelewa? hata wao kipindi kile, miaka minne tuliwaimba sana. Kwa ni vitu vya kawaida kwa Simba na Yanga tumchukue replacement leo ya engineer Heri Saidi tuiweke kana kana katika miongoni mwa viongozi wa Simba Sports Club. Mnaona kuna changes yoyote? Kila sehemu yeye yupo, yupo. Ye yupo. Umeelewa? Na yuko pamoja, yani injinia kila akilala ina maana yeye anaiwaza Yanga tu. Sio kila akilala Yanga, Yanga, Yanga, Yanga, Yanga. Kipaumbele chake cha maisha yake ni Yanga, Yanga, Yanga, Yanga, Yanga. Hata alivyoenda Maka, sidhani kama aliacha kuiombea dua timu yake ya Yanga kwenye Al-Kaaba. Sio, umeelewa? Kwa hiyo muda wote yeye ile ni kazi yake kwa sababu GSM amemleta pale kwa ajili ya kusimamia nini? Masuala ya maslahi ya GSM hmm. kwa ajili ya Yanga ya kwa ajili na Yanga. Kwa hiyo yeye yuko pale kwa ajili ya Yanga mm -hmm, tofauti na viongozi wetu, wana shughuli zao, wana mambo yao, ndio maana leo Simba wa unakuta yeah. Kwa mfano mm -hmm. Simba ambao mm -hmm. unakumbuka Kaf alikuwa makamu alikuwa kaimu rais wa kamati ya mashindano ya Kaf mpaka kazi za FIFA alikuwa anafanya semina mbali mbali, alikuwa anaenda alienda Kongo TP Mazembe. Yes. Kipindi kile tutatafuta ufalme alienda paka nini national halali. Sasa hivi usioe tumemsikia kuna kitu chochote kinafanyika vile alivyofanya babla, huyu sio wa sasa hivi, umemsikia anafanya, au kuna kiongozi yeyote wa Simba try again wakati huko kwenye madaraka naye vilevile alikuwa anatoka anaenda kwenye kozi za FIFA anaenda kwenye kozi za CAF. Unamsikia leo mara yuko sijui na rais Florentino, mara leo yuko na, na Musepe, mara sijui yuko na rais sio, umeelewa? Mara unasikia Simba wameenda kuweka mahusiano sijui na Belkane, mara wameenda kuweka mahusiano na Wydad Casablanca, wameenda kuweka mahusiano na Nesho. Sasa hivi unasikia, sasa hivi hakuna. Ina maana viongozi wa sasa hivi wao wapo tu kwa kuiangalia Simba na maslahi yake basi. Kwa hiyo shida ipo kwa nani? Kwa mwekezaji. Utawala wa mpira unabadilika, lazima ukajifunze, sio? Umeelewa, lazima ukajifunze mbinu mbali mbali kutoka kwa viongozi wenzio wa vilabu vilivyo vilivyofanikiwa, hmm. lakini viongozi wa Simba sasa hivi wamelizika, yani hapa Simba ilipofika nafasi ya tano, okay. wao wameshafanya nini? Wameshalizika, ndio maana ukuti pilika pilika zozote. Wewe ushawahi kumsikia Mangungu ameenda kusoma kozi wapi? <laughs> ushawahi kusikia? <yiku> <laughs> lakini injinia, leo kila siku mara yuko huku mara kaitwa huku, anaenda kutoa semina huku, mara anaitwa huku, anaenda kujifunza. Hichi ndio mpira wa sasa, modern football inavyotaka mm, sababu mpira kila uchao mpira unafanya nini? Unabadilika, na hata utawala football management unafanya nini? Unabadilika, mm. leo Simba tumempoteza kiongozi ambaye alisoma, ana diploma ambao Afrika hii wako si watu wanaozidi watatu. Try again try again, amesoma kozi ya nini, diploma ya nini? Mm, ya, ya, ya, ya, ya football management mm alikuwa tayari ameshasoma, ameshaweka mizizi mikali sana kwenye mpira wa wa nini, mpira wa Afrika. Tumempoteza, katolewa, kawekwa kwenye ujumbe, baadaye kapotea kabisa. Mwingine hao waliokuepo, wanaenda wanajishughulisha na hizo wao. Wakitoka, wakitoka nyumbani kwake kaenda Bunju, kwenye kambi ya wachezaji, kwa uwanjani, kaenda kwenye kambi Mbweni, kamaliza kaenda Masaki ofisini, lakini modern football management bado hawajifunzi mpira sasa. Hata walimu kila siku si wanaekewa crash course, wanaenda mm. wanajifunza si ndio eh? mm. Lakini je hawa sasa hivi wanakwenda, si umeelewa mm. Kwa hiyo shida ndio iko hapo kwa viongozi wetu, hawako tayari kujifunza mm. Na hata ukiwashauri sasa hivi, mfano si unawasema sasa hivi unawakosoa eh, unaweza ukashangaa kesho umeletwa defender ndani <laughs> <laughs> ya, unasema, viongozi wa Simba. Ah, <laughs> ndani ndani wanataki <laughs> <laughs> kukosolewa, ah, lakini kipindi kile tayageni tumemwongelea sana wanajifunza wana ndo uongozi unavyotaka Anspop. Kipindi kile Simba tangu tumpoteze Anspop mpaka sasa hivi mbadala wa Anspop hakuna ndo maana mpaka saivi mbadala wa Hans Poppe hakuna. Kweli. Tangu aondoke Hans Poppe mbadala wa Hans Poppe hayupo, usajili ulokuwa unafanyika na Hans Poppe kipindi kile. Sio usajili za saivi za, za Simba. Tupige mimi na wewe hesabu ambazo kila mmoja mwana Simba alikopa kifurahi. Hans Poppe alimleta Clatous Chama. Kweli, si kweli? Na kuhesabia wachezaji alioleta Hans Poppe wakati huo kwenye kamati ya usajili. Tuliingia Zambia. Zambia tumechukua Chama, Chama. Moses Phiri. Tukachukua Moses Phiri. Tukachukua na Larry Bwalya. Sumenelewa, eh? Tukaenda Zimbabwe tukamchukua Chikwendo. Wote ataja mchezaji gani aliofeli hapo? Tukaingia Kenya. Asipopo anaingia Kenya. Anamchukua nani? Kayata anamchukua Magere, anamchukua nani? Onyango. Nani kafeli hapo? Anaingia Msumbiji. Anakwenda kumchukua Jose Luis Mixon. Kafeli. Kafeli Mixon. Sumeelewa? Asipopo aliingia Mtibwa. Mm. Akachukua vyuma vinne. Kamchukua Mzamiru, kamchukua Moy Ibrahim, kamchukua Kichuya, kamchukua Salim Bonde. Alafu akaenda kamchukua Dirunga watano. Asipopo anaingia Azam. Kamchukua John Boko, kamchukua Manula, kamchukua Kapombe, kamchukua na nani? Nayla Stonyoni. Nani aliofeli? Kaingia Yanga kamchukua Gadiel Michael, kamchukua Nyonzi, kamchukua Bernard Morrison. Chumba <laughs> kile. Wewe yeah, yeah. Saizi Simba. Nakwambiaje, Mungu huko alipo. Yeah.

Anatakiwa aweke watu wake asije akachukua hawa watu wanaoitwa friend of Simba, yani hawa ya watu ambao tayari weshatumikia wesha simba wakiwa kama viongozi, asiwarudishe tena huku kwa upande wake. Hawa waache huku kuhangaike na simba yao kwenye asilimia hamsini na moja, huku kwake aweke watu wapya, yani atuletee watu wapya wenye umri mdogo, watupe vision mpya, vision and mission, sio anaweka kiongozi pala na miaka sitini, miaka vision zake zinakuwa za kizamani. Ikiwezekana mwenye kitu wa bodi mpe babla akae, mwenye kitu wa bodi naelewa? mweke babla pale akae, mwenye kitu wa bodi, au kitaka mtu mwenye umri mkubwa mweke pale akae, mwenye kitu wa bodi. Mpe usio babla, kama timu haijakaa sawa hiyo babla sio mchezo babla alikuwa sio, sasa yupo kule kwenye nafasi ya mwekezaji, unamweka kwenye ujumbe, ujumbe anafanya, anakuwa na nguvu gani sasa eh? Anakuwa na nguvu gani? Mpe wenye kiti wa bodi Babla uone, kama hawajanyoka wale watakasawa wote, kila mmoja atakimbia pale kwa sababu ule amenyoka namna hii. Simba sahivi inahitaji watu makatili, umenielewa? Wenye roho mbaya ndio simba itafaa mpira sahivi. Ushakuwa adui alafu sisi bado tunauletea mpira unale nale. Asante sana.